Ni kiongozi wa kituo, ni shemasi, maadamu ni kiongozi wako, heshimu. Ni tabia ya Mungu na ndani yake ina sura ya Mungu, lakini ina matokeo. Mungu anasema, unataka uende mahali, uwe kama mimi, uwe na mamlaka, uwe na utawala eneo hilo eh, hey, uwe mtiifu. Yesu alikuwa mtii hata kifo. Tuko pamoja? Tupo kwa moja alikuwa ni mtii mpaka kufa na ndipo alipokirimiwa jina kumbe ukikamata hiyo faseti moja ya mbele yake kuna kuinuliwa na kukirimiwa jina Mungu niinue Mungu niinue mara zingine hata usiombe hivyo chukua sura yake ya utii heshimu viongozi ongozeka jitume shuka alafu Mungu atakuinua nasema Mungu atakuinua Narudia tena Mungu atakuinua. Sasa shetani mara zingine atakuacha uwe muombaji mzuri, lakini atakuondolea kipengele cha utii, ukawa na kiburi, unapishana na gari ya mshahara. Mungu anataka aachilie hapo, naona bado malaika mwachene, ujamaa hajachongeka vizuri. Kuna utii ambao nje ni kama ukitii, ni kama umejivunjia heshima. Kwa mfano, unaongozwa na mtu unamzidi elimu. Kwa mfano, unaongozwa na mtu unamzidi hela. Kwa mfano, unaongozwa na mtu unamzidi umri na anakupa taratibu za kufanya. Ukiangalia katika maeneo ya nje, huambia chochote hasa. Mungu anataka avunje hiyo Yesu alipokuja, Biblia inasema aliacha sifa na enzi na mamlaka mbinguni. Nani aliyekuwa kama Yesu duniani? Hakuna. Maana ni yeye aliyetuumba, lakini amekuja akawatii wazazi wake. Mungu wangu! Amekuja akaingia kwenye tumbo la kabinti kamzae. Mungu muumba wa mbingu na nchi akaenda Pokelewa na manesi, Mungu amebebwa mikononi mwa aliye muumba. Imagine Mariamu, Yesu, naam, jo nilete kitunguu baba. Haya, simeandikwa aliwatiwa wazazi wake. Yusufu, Yesu, nilete nyondo yangu, anachonga pale, ni seremala, na Yesu anapeleka Mungu mti mumba, anamtii muumba. Sema, wa mbingu na nchi anamtii mwanadamu aliye. Ndio maana hata wewe, kina Yusufu, alibahatika na Mariamu na nani, wewe mwenyewe kwenye maombi yako, Mungu Mungu ndo aseme, hey, Mungu anajidhihirisha. Shuka Mungu, shuka Mungu, tembea kutembea, fungua milango, Mungu anaifungua, ganga yule, Mungu anaganga, ponya mtoto wangu, muonekanie yule, afu baada ya hapo rudi mbinguni, tuendelee kukuabudu si ndio maombi yetu? Haleluya, haleluya uaeuya. Niliamka kimebana hapa, nikamwambia Mungu sikuelewi, na Mungu kweli akakubali kutokueleweka akaponya. Nikakabana na masharti na Mungu, hata shati ulijui limeshonewa wapi, uturuki china wapi. Mungu siondoki hapa usiponijibu, unaiga ya Yakobo na Mungu anasema basi, mpatieni Huyu hapa shuhuda, yule mzee hapa ameenda kuomba mlimani. Wazee wako mwendea siku ya tatu, afu nashindwa namna ya kumwambia. Akamwambia niambieni, wakasema mke wako amefariki. Mzee akanuna, akaondoka, ametangulia mbele. Akasema mzee zimeshafyatuka hasalimii mtu haongei, wala hata wapi ushirikiano waliomuijia. Akaenda mpaka chumbani, aenda kuangalia mke wake alivyokufa. Amefika, anaingia chumbani, ki mke wake akapiga chafya, akawa hai. Mzee akasema, Mungu bahati yako. Walipomuuliza kwa nini, akasema, yaani, mimi naondoka, nenda mlimani siku tatu, naongea na yeye, kumbe ananizunguka, nanizunguka, naua wife <laughs> wanaonielewa waseme amina. <ya> <laughs> Anasema, nilikuwa nimeamua hivi, ningekuta kweli amekufa, nilikuwa naacha utumishi. Haiwezekani, hey, naongea na wewe na afu unanizunguka, unaua mke wangu, hiyo tabia gani? Kwa hiyo alipoingia Mungu akasema, akakajama kamenitumikia mpaka uzee huu, kakifa vibaya, kakatenda motoni. Mungu akaamua kufufua mke wake. Bahati yako, Mungu anakuwa mnyenyekevu kiasi hicho. Maamri yetu hajawahi hatujawahi kumwomba, akaleta mtoto wake akafa msalabani, hakuna tulikuwa hata hatujazaliwa tumekutana na habari tu kwamba alikufaga msalabani kwa ajili yetu. Alitupenda kabla hatujaumbwa na akashuka akanyenyekea akijua nitakutana na watoto wangu Kahama. Kwa nini sisi tuwe na kiburi? Kwa nini wewe usichukue sura yake? ukawa na elimu lakini mnyenyekevu, ukawa na hela lakini mnyenyekevu, ukawa na ufahamu mpana lakini ni mnyenyekevu, ukawa na umri mkubwa lakini ni mnyenyekevu. Haikupunguzii kitu, inakuongezea sifa, na watu wanajua huyu amekutana na Mungu aliye hai, sura ya Mungu. Yesu akawa mtii mpaka kifo, akakirimiwa jina lipitalo majina yote, na Mungu akasema sasa, kuanzia mbinguni, duniani na ardhini, kila goti litapigwa kwako kwa utii ulioonyesha mandarabakataraba shanda